Mtazamaji, licha ya kuwepo kwa sheria ya kuzuia unyanyapaa na wajane humu nchini, maelfu bado wanakumbwa na madhila. Naam, mara nyingi kupokonywa urithi kumekuwa changamoto kubwa kwa wajane na wana wao, wengine hata wakikosa nyumba za kuwasitiri. Hata hivyo, mradi wa ujenzi unaolenga wajane unabadilisha dhana hiyo na kuwapa matumaini. Naam, Laura Otieno na kina cha taarifa hiyo. Katika kijiji cha Katieno, kaunti ya Kisumu, Grace Abuom ananadhifisha chumba chake. Tabasamu ya mama huyo wa watoto sita ikificha madhila aliyopitia kwa zaidi ya miaka 20 baada ya mumewe kufariki. Mar, Grace na wanawe walitorokea salama wao baada ya kutishwa mara kwa mara na mashemeji zake. Nikajaribu kujishikilia, simejangi ilifika mahali akaniambia, kama unafikia huyu mtoto kijana ndiye amekuweka hapa. Nitakuchoma na yeye kwa nyumba. Nikasema nokayorochietudala wamo ukaenguta, mi naenda kwetu. Katika kijiji cha Kolwa, Meresa Apolo pia anakumbwa na atiati -ati. Chumba hiki alimokuwa akiishi kiliharibiwa na mafuriko ya mwaka elfu mbili ishirini alipoondoka ili kutafuta makao mbadala, kurejea kwake kulizua mzozo mkali na mashemeji kumpeleka kotini wakitaka afurushwe kutoka shamba hilo. kut anaamua anasema, endeni mugawa hii udongo kwa sababu udongo hii ni ya bwana na nyinyi yote ni ya bwana. awanakata ajui kama nafanyika hata kama nafukuza nang'oa na nyumba yangu mi bado jua. Sheria za Kenya zinatoa mwelekeo kuhusu urithi ambapo mke na watoto wana haki ya kurithi mali ya marehemu, ila baadhi ya watu bado wanaendeleza itikadi potovu. Bora msichana asaooleka kwa mji popote, yeye ni mtu wa hapo, na yeye ni, bwa, ni bibi ya mwenye amelewa, ni part of that family. Yeye ako na haki ya kurithi mali ya bwana yake. Grace na Meresa ni miongoni mwa maelfu ya wajane walionufaika na mradi wa ujenzi wa nyumba unaendeshwa katika kaunti za Kisumu, Siaya, Homa Bay na Migori. Pande tena ninarudishia Raymond Omolo, asante. Akaniletea kiti ndio hii. Ameniletea meza ndio hii. Yawa, kitanda, bed cover, bed sheet, ya mattress hii. Pilo pia atenuwia yakaduga ngioni ani mungu pia alini aliniona. We always train them on the issue of uh, farming that one can help them even when we are not there is something which will help to sustain them and also their children. Maelfu ya wajane bado wanapitia mahangaiko licha ya kuwepo na sheria za kuwalinda. Kwa sasa jamii imetakiwa kuhamasishwa vilivyo ili kuwaepushia wajane madhila wanayopitia. Lora Otieno, Runinga ya Citizen.